Tupo hapa tunaona waandamanaji barabarani wanapita, tukajua ni waandamanaji ambao wanapita. Baada hapo, tukaona kuna kundi la vijana wameingia, wakaanza kuvunja fremu fremu za nje. Kwa hivyo kwa wanavunja kule fremu za nje, tukajua a ataishia kule barabarani. Baadaye wakaja wakawa wamevamia vijana, akavamia kijana wa kwanza akaingia, akaanza kubeba vinywaji ndani. Baada ya kufika hapo, walivamia sehemu ya chakula na kuchukua kila kitu. Walivamia sehemu ya kaunta pia nako walibeba kila kilichokuwepo, mpaka mafriji walibeba, TV zote kama unavyoona wameacha mapengo wazi. Hii e, ni sehemu ya chakula pia, walibeba kila kitu, wakachukua spika zote sound, yani mziki mzima ule wameacha machuma tu kama hayo, wakaendelea kung'oa spika pale. Kuna kunakuwa kunakahizi mashine za kamari pia wakavunja vunja Mika wakavunja, wakatoa pesa zote. Hapa ni sehemu ya system sound, waling'oa kila kitu wakaondoka nacho. Walikuwa kuna taa, wamengoa zote wameondoka nazo. Hii ni kaunta sasa, hii ni kaunta yetu, kaunta kubwa ambao walichukua kila kilichokuwepo. Thamani ya mali waliochukua ndani ya hili jengo inafika milioni mia moja ishirini kiwa sound system, music taa za Discolite TV zilikuwa kama kumi na tano. Ili tukio la kiharifu la kia, kwa sababu sikuona kama kuna maandamano, kwa sababu nimeona ni matukio ya kiharifu tu ambayo yaliendelea kila sehemu na kila pembe ya mji. Lakini si mimi, kama mimi sikuwasilika peke yangu, awasilika watu wengi ndani ya Manzese. Lakini kila tukiona sura, tunaona ni mapanga, visu, majambia, natishwa na, na masururu ambayo yamechomwa msumari, chuma kwa chuma, yanangoa na kunja Magufuli kwao tulikosa amani pia. Hata nilipofika nilishindwa kutetea mali yangu kwa sababu nilikuwa sina silaha na hata sikujipanga kwa chochote e, walitoa amani litoweka na watu wajawahi kuona vitu kama hivi vya maandamano ya yanayoandamana ya na wahalifu. Imeniathiri sana kiuchumi, kwa sababu riziki zangu nazipata sehemu kama hii, hasa kwa kipindi kama hiki kiuelewi kama hivi hasa hivi. Naanzia wapi? Nitaishi vipi na mimi na majukumu ya kifamilia? Baada ya kufunga ofisi, nikasikia kubwa barabarani watu wanapita na matusi watatujua waleona hapa, vurugu limeshaanza. Maana sio maandamano, ile ilikuwa ni vurugu. Vurugu zile zilipoanza, mimi nikaelekea nyumbani, sikukaa barabarani. Ida ya saa kumi na moja mwenzangu huyu alinipigia simu, udiamini ofisi zetu zimevunjwa. Nilikuwa sijaamini kwa sababu kwenye ofisi kama hizi, sijui walikuwa anatafuta mimi sikuwa hikufika kwa sababu ilikuwa kwa siku ile barabarani ilikuwa ni kugumu. Nikakaa hata siku ya pili, yenyewe ilikuwa hali bado haijaruhusu hali. hali ilipokuwa mzuri nikaja nikafungua, nikaangalia, huni hamna chochote, mashine tatu zimeenda. Nilikuwa na vitambaa vyangu vya shule vya suti, imeenda. Nilikuwa na nguo za wateja, mmeshazishona wenyewe wanakuja kuchukua, zimeenda. suti kaunda suti, kila kitu kimeenda. Hapa kama ha, mnavyoona humu hamna chochote kilichobakia cha kutumia, hamna chochote. Kila mtu kajionea hapa. Hatupomoi serikali, tunaojipomoa ni sisi wenyewe kwa sababu huwezi ukaandamana uka unaenda kuvunja maduka ya watu. Huwezi ukaandamana ukaenda ukavunja miundombinu, vituo vya mabasi. Huwezi ukaandamana ukachoma magari ya watu. Sio maandamano, hizi ilikuwa ni wahalifu waliojipanga. Maandamano hayawe hivyo, maandamano kunakuwa na kitu maalumu ambacho mnakidai. Wamerudisha nyuma sana, na sasa hivi sijui ni muda gani nitakaa sawa mpaka ni katika hali, kwa sababu mimi na familia mke na watoto wanamtegemea, mimi ndio kichwa cha familia, nitoke watoto wapate chochote. Lakini hapa leo mimi sina chochote cha kutoka hapa nikasema nakuja kufanya kazi alafu narudi nyumbani na chochote, hamna chochote. Yaani maisha yangu kweli amerudi nyuma sana sana sana. Amani nitelea kwa kweli, kila mtu alikuwa na mfadhaiko, kwa sababu si hali ambayo tumezoea katika nchi yetu ya Tanzania, haijawahi kutokea. Vile ni vitendo ambavyo sijui vilitokea watu nilitoa taharuki hata kwa watoto wetu, lakini ile ilikuwa ni hali ya hatari. Na hapa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu katuletea mafunzo. kama tuna mtu anasema kinuke, kinuke hivi, kama kikuonesha tu, kama kikinuka inakuwa hivi sasa, ile pale ilikuwa ni sekunde tuajenga, alikuwa mwezi sasa